Pia kwenye eneo hili ambalo tunakusudia ufanyike mkutano mkubwa sana wa mgombea wetu mwenza Daktari Emmanuel John Nchimbi. Tumepachagua Kunduchi kwa sababu ya historia yake, pia na ni kwa sababu Kunduchi ni eneo linalofikika kutokea kila kona ya jimbo la Kawe, na tunaamini Kunduchi na wakazi wengi. Niwaombe siku, siku ya tarehe moja tukaigeuze ni siku ya sikukuu ndani ya jimbo letu la Kawe. Kila mwana Kawe hatakiwi kukosa kwenye sikukuu hii ya tarehe moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa viongozi wa chama, makundi ya kijamii mbalimbali, yajitokeze kwa wingi kwenye uwanja huu, tuje kusikia sera za chama cha Mapinduzi zitakazotolewa na mgombea wetu mwenza, kipenzi chetu, ndugu yetu, mwana Kinondoni mwenzetu, mwana Kawe mwenzetu, Daktari Emmanuel John Nchimbi. Kwa hiyo chama cha Mapinduzi tuko tayari kuhost mkutano mkubwa huo, na wana CCM wa jimbo la Kawe tunawafahamu. Mara nyingi tukifanya mikutano yetu kwenye jimbo la Kawe inakuwa ni mafuriko. Kwa hiyo hatutashangaa hatutashangaa kuona mafuriko mengi sana siku ya tarehe moja. Niwaombe sana wana CCM wenzangu, katibu amesema, tujitokeze kwa wingi, tokeze kwa wingi, na ndiyo faraja ya mkutano. Viongozi wetu wanapenda kuhutubia watu kwa hiyo tuhakikishe kila mwanachama anatoa hamasa kubwa kwa mwanachama mwenzake, kila kiongozi anafanya hamasa kwa wanachama wetu na wananchi wetu, kwa sababu ule mkutano sio tu ni wa wanachama, ni mkutano wa wananchi. Mwananchi yoyote wa jimbo la Kawe anaruhusiwa kuja kwenye viwanja hivi vya Meko, kuja kusikiliza sera za chama cha mapinduzi, na niwatoe hofu serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni iko imara kabisa, hakuna fujo, hakuna ngumi, hakuna bughudha yoyote kwa mtu yoyote, mwanachama awe mwananchi wa kawaida, atakayetokea kwenye uwanja huu tutakuja salama na tutarudi salama. Nawashukuruni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.